Moja katika kambi ya wakimbizi ya Hagardera huko eneo bunge la Dadaab, kaunti ya Garissa, imegubikwa na huzuni tangu mwezi Septemba mwaka uliopita, baada ya wana wao watatu kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. na vijana hao wanadaiwa kutekwa nyara na watu wanaodaiwa kutoka kitengo cha usalama wasijulikane walikopelekwa. na Feisal Abdirahman anatuarifu zaidi. Akiwa hapa katika kambi ya wakimbizi ya Hagardera, mama Ubah Matan Hasan anaishi na huzuni siyo kifani. Familia hii ya wakimbizi inasema wanawao watatu walitekwa nyara na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi wa akiba Mwezi saba iliyopita wakiwa wamekula chajio mbele ya nyumba ndio walichukuliwa na watu waliokuwa wamevaa sare za maafisa wa usalama. Hadi sasa hawajulikani waliko. Sisi ni maskini. Abdurashid Bashir Muhamed mwenye umri wa miaka 27, Abas Bashir Muhamed mwenye umri wa miaka 25, Yasin Bashir Muhamed mwenye umri wa miaka 23 wote wakiwa ndugu watoka nitoke, walitoweka na kuiacha kidonda cha moyoni kwa familia hii. Mama Ubah anaiambia serikali iwapo watoto wake wana makosa basi wafikishwe mahakamani na iwapo hawana makosa lolote basi waachiliwe huru, kwani anapitia mateso chungu nzima. Mchana tunalia, usiku tunalia, hatukuli, tunaishi kwa huzuni. Naomba serikali ya Kenya kwa heshima Nurdin Haji, Aden Duale, Amin na Rais William Ruto pamoja na Wakenya kwa jumla, na serikali watoto wangu walete mahakamani kama wako na makosa. Watetezi wa haki za kibinadamu sasa wanasema kisa hiki kinazua maswali mzito kuhusu haki za wakimbizi to the of those three. Na wale waliochukua hawa watoto tunaambiwa ni Kenya Police Service KPR. Kwa hivyo hivo sisi tunataka kueleza wale ulinda usalama Viongozi wa hii kaunti, tafadhalini, hao watoto warudishwe kwa familia kwa ajili sasa. Familia mama ambaye amezaa watoto na baba, mpaka saa hizi wanalia kila siku, wanakuja ofisi yetu. Juhudi zetu za kuzungumza na wakuu wa usalama kuhusu kisa hicho hazikufua dafu. Kwa sasa familia ya mama Ubah wanahisi chenga chenga nyingi kutoka idara husika, huku wakitaka wawajibike kwao. Wanaomba haki, ukweli na utu kwa watoto wao. Ama kweli uchungu wa mwana ajuaye mzazi. Feisal Abdirahman, nipashe Wikendi, kutoka kaunti ya Garissa.